Mashirika, taasisi pamoja na vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa vimekuwa vikitoa ripoti kuhusiana na matukio yaliyojitokeza miezi kadhaa iliyopita nchini Tanzania katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29. Vyombo hivyo vya habari pamoja na mashirika hayo ya kimataifa yamekuwa yakiainisha namna ambavyo madai mbalimbali yamekuwa yakidaiwa hasa katika vurugu na maandamano yaliyotokea katika siku ya Oktoba 29, huku vyombo vya ulinzi na usalama vikishutumiwa kuhusika katika matukio hayo moja kwa moja: ripoti ya CNN, ripoti ya BBC, na sasa ni ripoti ya Reuters ambao wametoa ripoti yao kuhusiana na yale matukio yaliyojitokeza katika siku ya uchaguzi mkuu, huku wakisema kwamba matukio hayo dhidi ya waandamanaji, ikiwemo vifo, yalikuwa ni matukio ya kukusudia. Serikali ya Tanzania ilisema imeunda tume kwa ajili ya kuchunguza matukio hayo yaliyosababisha vurugu na uvunjifu wa amani katika siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, lakini mashirika ya kimataifa yalitaka uchunguzi huru dhidi ya matukio hayo, lakini serikali ya Tanzania kupitia kwa viongozi wake walikataa wazo hilo, huku wakisema kwamba ni lazima kwanza uchunguzi huru uweze kufanyika ndani ya nchi na kisha ndipo ambapo mashirika hayo yataruhusiwa kuja kufanya uchunguzi huo wakina moja ya mashirika ambayo yalipewa kipaumbele zaidi kuja kufanya uchunguzi ni Umoja wa Mataifa, ambapo washirika na watetezi wa haki za binadamu walitaka serikali ya Tanzania kuruhusu maafisa wa Umoja wa Mataifa kuja nchini Tanzania kwa ajili ya kufanya uchunguzi, lakini serikali ya Tanzania iliweka wazi mstakabali wake na kusema kwamba ni lazima uchunguzi wa ndani ufanyike kwanza ili kuweza kubaini hasa ni nini kilikuwa nyuma ya pazia kufuatia matukio hayo yaliyotokea. Ripoti ya Reuters imeainisha matukio kadhaa ikiwemo mashahidi ambao walijitokeza kuzungumza na chombo hicho cha habari cha kimataifa na kutoa hadharani kila ambacho kilionekana katika matukio hayo. Katika ripoti ya Reuters, wanasema kwamba siku ya Oktoba 31 kikundi cha polisi kilionekana katika kitongoji cha Mji Mwema huko jijini Mwanza ambapo wakaazi walikuwa wakifanya shughuli zao na kunywa kahawa. Bila onyo walifatua risasi pande zote na kusababisha hofu kubwa. Majeshi hayo yaliwaamuru wanaume hao walale chini kisha wakawapiga risasi, mashahidi watatu waliambia Reuters. Katika ripoti hiyo ya Reuters wamesema kwamba katika wakati huo zaidi ya watu kumi na kadhaa walikuwa wamelala chini, walikuwa wamekufa. Video iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii mapema Novemba na kuthibitishwa na Reuters ilionyesha matokeo ya miili 13 iliyolala chini bila uhai iliyozungukwa na damu nyingi. Mauaji hayo ya Mji Mwema yalilipotiwa kwa undani na Reuters na kwa mara ya kwanza, ni moja ya matukio mabaya zaidi yanayojulikana kutoka siku za vurugu karibu na uchaguzi wa Oktoba 29 nchini Tanzania. Hali hiyo haikuwa tukio la pekee. Reuters walisema walizungumza na mashahidi tisa wa matukio mengine manane mjini Mwanza, pamoja na mji mkuu wa kibiashara Dar es Salaam, na mji wa kaskazini Arusha, ambapo walisema waliona polisi wakipiga risasi watu ambao hawakuwa waandamanaji. Vurugu hizo zilichochewa na kuenguliwa kwa wagombea wakuu wa upinzani katika uchaguzi na ongezeko la kukamatwa na madai ya utekaji nyara wa ukosoaji wa serikali. Zilikuwa ni vurugu mbaya zaidi za kisiasa katika historia ya Tanzania baada ya uhuru na zimeharibu sifa yake ya utulivu, walisema hivyo katika ripoti hiyo. Reuters waliendelea na kusema kwamba ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inakadilia mamia waliouawa, na serikali ya Marekani inasema inakagua uhusiano wake na nchi hiyo kwa kiasi fulani kutokana na hali hiyo ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Chaziki Tima katibu wa Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania alisema polisi walilenga raia kimakusudi. tumeshuhudia watu wengi waliouawa ndani ya nyumba zao, ndio sababu tunasema ni mauaji ya kukusudia. Alikili baadhi ya wizi ulitokea lakini kwa ujumla, waandamanaji hawakuwa wahalifu, walikuwa wanaonyesha mahitaji yao, Father Charles Kitima aliwaambia Reuters. Paramagamba Kabudi alisema serikali inachukua kwa uzito madai kuhusu matumizi ya nguvu na imeunda tume ya uchunguzi wa vurugu za uchaguzi. Hata hivyo, alisema madai mengine yanategemea taarifa zisizothibitishwa na zisizo za muktadha. Serikali haikubali sera au mazoea ya ukatili wa kimakusudi dhidi ya raia. Rais Samia Suluhu Hassan alitangaza mshindi wa uchaguzi wa uraisi kwa takribani asilimia 98 ya kura, na katika hotuba yake kwa umma aliutetea uamuzi wa usalama katika kama majibu yanaofaa kwa vurugu za uandamanaji Hassan alikuwa makamu wa rais hapo awali aliingia madarakani mwaka 2021 baada ya mtangulizi wake kufariki na uchaguzi huu ulikuwa ni jaribio lake la kwanza la uchaguzi baada ya kuanza kukuza mageuzi ya kidemokrasia Hassan katika miaka hivi karibuni amewakandamiza wapinzani ambao serikali yake inaoshutumu kujaribu kuvuruga uchaguzi na kusababisha machafuko katika nchi hiyo Walisema, kuanza maandamano siku ya uchaguzi, mamlaka ilizima intaneti kote nchini kwa zaidi ya siku tano na hivyo kuzuia upatikanaji wa taarifa katika mitandao ya kijamii. Muda mfupi kabla intaneti kurejeshwa, polisi walitishia hatua za kisheria dhidi ya yeyote anayeshiriki kusambaza picha na kuzua hofu ya udhalishaji dhidi ya matukio yaliyotokea. Wataalamu huru wa haki za binadamu walioteuliwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa ulisema Disemba kwamba ripoti za kutisha zinaonyesha kuwa vikosi vya usalama vilipewa amri ya piga ili kuua wakati wa amri ya kutotoka nje bila kusema chanzo cha taarifa hizo. Kabodi alisema serikali inakataa kabisa madai kwamba amri za piga ili kuua zilitolewa kama sera. Wataalamu hao wa Umoja wa Mataifa walikadilia angalau zaidi ya watu 700 waliuawa bila hatia lakini walisema makadirio mengine yanaonyesha maelfu ya waathiriwa. Kabudi alisema maisha yamepotea, lakini alisema itakuwa ni mapema kutoa takwimu rasmi za vifo. matokeo ya tume ya uchunguzi yatachapishwa kwa wakati ufao, alisema. Kwa mjibu wa ripoti hii ya Reuters, pia imeangazia mashahidi ambao walijitokeza hadharani kuelezea matukio hayo. Kwa mjibu wa ripoti ya Reuters, wamesema mashahidi waliohojiwa na Reuters kutoka Mwanza Dar es Salaam na Arusha miji mitatu mikubwa ya Tanzania walieleza uharibifu mkubwa wakati wa, wa maandamano, wakisema baadhi ya wa waandamanaji walichoma moto ofisi za serikali mali za wanachama wa chama tawala na miundombinu ya umma. Lakini kwa mujibu wa mashahidi, polisi walipiga risasi raia waliohusika na maandamano na wakafetwa risasi bila mpangilio kwenye umati wa waandamanaji. Katika visa vingi, mashahidi walisema hawakujua sababu polisi walifanya hivyo. Katika baadhi ya maafisa walionekana kuwalenga raia wanaotuhumiwa kutofuata amri za kwenda nyumbani, walisema Reuters, walisema katika ripoti hiyo kwamba haikuweza kubaini msingi wa kisheria wa amri hizo, ingawa polisi walitangaza kwenye televisheni ya taifa amri ya kutotoka nje kutoka jioni hadi asubuhi mjini Dar es Salaam. Baada ya vurugu za awari, Reuters haikuweza kupata ushahidi wa amri rasmi ya kutotoka nje au kufungwa kwa mwanza au mahala popote pengine. Msemaji wa polisi taifa hakujibu ombi la maoni dhidi ya Reuters.